Wakati msimu wa kilimo wa mwaka 2025/2026 ukiwa umekaribia kuanza kwa wakulima wa mazao mbalimbali nchini, waziri wa kilimo Hussein Bashe ameyataka makampuni matano ya ununuzi wa zao la tumbaku yanayodaiwa na wakulima wa zao hilo nchini, zaidi ya dola za Kimarekani milioni tano deni la msimu uliopita kuhakikisha yanawalipa mpaka ifikapo Oktoba 30 mwaka huu ili kulinda maslahi ya wakulima wa zao hilo. Waziri Bashe, ametoa agizo hilo wakati wa kikao maalumu kilichoketi mkoani Tabora kati yake na wadau wa zao la tumbaku nchini kwa ajili ya kuona namna bora ya kuwasajili wakulima wa tumbaku na kufanikisha upatikanaji wa bima ya mazao yao. Mpango unaolenga kuboresha sekta ya kilimo na maslahi ya wakulima. Kampuni ambazo hazijalipa wakulima

By 30th of this month, kila chama, ki, kila kampuni iwe imelipa wakulima. Hilo la kwanza. La pili, TTB watu wote waliochelewesha, kwa sababu hao wakulima waliocheleweshwa kulipa wamejikuta wame wamelipa interest mabenki. Tuta compute tawaambia TTB wa compute. Any failure ya kulipa mtalipa riba, and that's very important, lakini makampuni yote ya tumbaku hamjamaliza ushuru wa halmashauri hamjamaliza, wa vyama vikuu vya ushirika. Sawa jamani. Mbali na maagizo yaliyotolewa na Waziri Bashe, kwa makampuni ya ununuzi wa tumbaku, mkuu wa mkoa wa Tabora, bwana Paulo Chacha, akaomba makampuni hayo yawe yanaripoti polisi, ili kutambua uwepo wao mpaka pale yatakapokamilisha kulipa madeni hayo kwa wakulima, hatua iliyoungwa mkono na waziri huyo na wadau wengine umetoa maelekezo na sitaki kubreak maelekezo yako, hmm. Lakini nikuombe uridhie wakatoe maelezo hayo ya hizo commitment pale polisi, na hawatalazwa hawata ndani kakishie, ila watoe maelezo hizo hizo commitment <laughs> hizo commitment wakazitolee polisi pale, na commitment hizo waheshimiwa wakuu wa wilaya ni sio commitment mpaka tarehe thelathini, wawekewe kila baada ya muda fulani anaripoti bana, ili tujue yuko kama hayuko. Basi vt, unajua unafika hatua unaenda kufanya mkutano unashindwa, yaani ujibu nini? Alafu ukimpigia yule bwana wa magefa yule, wala hajibu, hapokei. Unarudi tu, unawambia nitarudi wiki ijayo, hakupokei kabisa kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa rasmi nakubaliana waende polisi. Waende wakaandike na wataripoti polisi kila kila kwa kila siku iliyopangwa mpaka madeni ya wakulima yatakapofanya nini? Yatakapoisha. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa zao la tumbaku kwa mkoa wa Tabora wanatoa mtazamo wao juu ya swala hilo. Jambo la wakulima kupewa ujira wao ni jambo muhimu, kwa sababu muda wote wanaopata shida ya kulima, kifuta jasho chao ndo hicho, kulipwa ni jambo la muhimu. Serikali iwajibike kuwadai waliohusika kwa ada ili wapate ujira wao Tunaathirika sasa, utaishi vipi? Matumizi ya kuendeleza ya miradi yako ya shamba utaipata wapi, wakati hujalipwa? Ripoti hii ni kutoka mkoani Tabora. Mimi ni Saidi Kapalila na hii ni Jambo TV.